Chombo cha habari cha kimataifa CNN leo kimechapisha maudhui ya matukio ya Oktoba 29, ikiwemo vifo pamoja na maiti ambazo zimeonekana katika video hiyo. Hata hivyo, mtangazaji Larry Madowo kutoka nchini Kenya, ambaye ni mwandishi wa habari wa kituo hicho cha habari cha kimataifa CNN, wiki chache zilizopita alisema kwamba atashirikiana na wananchi wa Tanzania kwa ajili ya kuandaa ripoti mahususi juu ya matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na vifo ambavyo vimekuwa vikiripotiwa katika vyombo vya habari vya kimataifa. Ikiwa ni siku chache zilizopita tangu azungumze hivyo, hii leo chombo cha habari cha kimataifa CNN kimetoa moja kwa moja ripoti ambayo ina maudhui ya vifo pamoja na kuonesha namna ambavyo wanadai kwamba limehusika katika matukio hayo. Hata hivyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa msemaji wake mkuu wa serikali wametoa taarifa kamili kuhusiana na kile ambacho kimechapishwa chombo hicho cha habari cha kimataifa CNN. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji mkuu wa serikali wamesema kwamba taarifa kwa umma, Novemba 21, 2025 serikali imefuatilia makala iliyochapishwa muda mfupi uliopita na chombo cha habari cha CNN kuhusu matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025, na siku zilizofuata. Tunachambuana kuhakiki maudhui yaliyomo katika makala hiyo, na tamko la serikali litakuja baada ya kukamilika kwa uhakiki huo. Wamezungumza hivyo Gerson Msigwa ambaye ni katibu mkuu wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo na msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania. Hii ni hatua nyingine kwa serikali kuweza kujibu tuhuma hizo ambazo zimechapishwa na kituo kikubwa cha habari ulimwenguni, CNN.